Ndugu mwenyekiti, kwanza kabisa nianze kumshukuru Mwenyezi Mungu mwingi wa rehema, ambaye ameendelea kutupa neema ya uzima, lakini ameendelea kutupa kibali cha kuipeperusha bendera ya Chama cha Mapinduzi. Lakini jambo la pili, ndugu mwenyekiti, nichukue nafasi hii kuwakaribisha wananchi wote, wakati wa Ndugumbi kwenye eneo letu la mkutano, ili waweze kusikiliza sera na itikadi za Chama cha Mapinduzi hususan katika uchaguzi mkuu ishirini na tano thelathini. Ndugu mwenyekiti, aliyemaliza kuzungumza ni mgombea ni mheshimiwa diwani ambaye amemaliza muda wake katika wilaya ya Kinondoni. Tunaamini kabisa na wananchi ni mashahidi kwamba kata hii ya Ndugumbi ni kati ya kata ambazo ilani ya Chama cha Mapinduzi imetekelezwa kwa asilimia tisini na tisa, uongo kweli? Kweli. Nisemo kwa mantiki hiyo, ndugu mwenyekiti, tumekuja kuomba tena ridhaa ya kupewa miaka mitano mingine tena ili diwani atakayechaguliwa aanzie diwani aliyemaliza mda wake alipoishia. Sisimuoye oh yeah. Ndugu mwenyekiti, kulingana na muda, baada ya hapa tunaelekea Makongo, na kwa sababu kishapanda sitaharusiwa kupanda mara pengine tena, ni waombe sana wana Ndugumbi, tarehe ishirini na tisa mwezi wa kumi ambayo tunasema Oktoba ishirini na tisa, Oktoba tusifanye makosa tuhakikishe tunapiga kura kwa wagombea wetu wote watatu kwanza kabisa nichukue nafasi hii kumwombea kura mgombea wa diwani mama yetu kipenzi mwenyekiti wetu mstaafu wa chama cha mapinduzi kata hii ya ndugumbi mnamjua alivyo mzuri wa sura na roho yake nzuri na matendo yake ni mazuri tarehe ishirini na tisa msifanye makosa mpige kura za kutosha kwa mama yetu wa Amina Mtembo siseu <tipi> Lakini kwa haraka haraka, kwa unyenyekevu mkubwa, a wananchi wa kata Ndugumbi, tarehe ishirini na tisa msifanye makosa, chagua mbunge kupitia chama cha mapinduzi. Esemu mwingine ni abasi gura Mtalimba, wote tunamjua kazi amefanya ni kubwa, uongo ukweli. Tafadhali tunaomba sana tumpe miaka mingine mitano akamilishe yale aliyoanza ambayo ambayo hajakamilika. Lakini mwisho kubwa kuliko, nichukue nafasi hii wana Ndugumbi, kwa unyenyekevu mkubwa kuwaomba tarehe ishirini na tisa twende tukampe kura za heshima. Dkt Samia Suluhu Hasani, mgombea wa nafasi ya urais wa jamhuri ya muungano wa Tanzania, anayo kila sababu ya kupewa kura za heshima, kwa sababu ametuheshimisha Watanzania kwa kiwango cha standard ya SGR siseemu hey. Wangapi wanasema tunakwenda kumpa kura za heshima? Ushindi, ushindi, kidumu chama cha mapinduzi. Na mwisho kabisa, wakati anamkaribisha mwenyekiti, nichukue nafasi hii kuwatangazia wananchi wote wa kata ya Ndugumbi na wana CCM wapenzi na wakeleketwa, siku ya tarehe moja mwezi wa kumi, katika viwanja vya Biafra anzia saa mbili asubuhi tutakuwa na ugeni wa mgombea mwenza wa nafasi ya urahisi Dr. Emmanuel Nchimbi ambaye atakuja kuongea na wana Kinondoni, atakuja kunadi sera za chama cha mapinduzi lakini atakuja kuomba kula za chama cha mapinduzi. Wangapi wanasema tarehe moja tunakuja kumlaki Dr. Nchimbi?